Ndugu zangu, ninafurahi kurudi tena hapa Misungwi. Haijafika miezi minne toka nimekuja hapa. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuzindua daraja letu lile la Magufuli pale Kigongo Busisi. Niliupokea mradi ule kama alivyosema ndugu yangu mgombea ubunge Silvetori kwamba niliupokea ukiwa kwenye asilimia ishirini ishirini hivi, na sasa hivi nashukuru wa wanaendelea kulitumia daraja. Daraja limepunguza mwendo au muda wa usafiri kutoka Masaka, kuwa tukivuka pale kwa, kwa, kwa, kwa vivuko vile, hata mimi nilishawahi kuvuka, na sasa tunavuka kwa dakika chache kwa hiyo wana Misungwi, wana Mwanza, hongereni sana. Lakini nilipokuja kujitambulisha mapema mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, nilisema nitazitimiza hadi zote au miradi yote ambayo tulianza tukiwa awamu ya tano, ambapo mimi nilikuwa makamu wa rais. Na kwa maana hiyo, daraja la Misungwi tayari tuna tiki. Reli SGR mnaiona, inaendelea, iko asilimia sitini na tano nadhani inaendelea. Lakini vile vile, wakati ule marehemu aliacha ndo kwanza tunazungumza kuhusu ukarabati au ujenzi wa lile meli kubwa pale, ni MV Mwanza, ndio MV Mwanza. MV Mwanza sasa tayari inafanya madaribio kwenye ziwa. Kwa niseme kwamba miradi yote ya pale Mwanza mikubwa tuliyoianza awamu ya tano nimeimaliza. Nimeimaliza, ndugu zangu.